Tingineku seneta maalum wa Mombasa Miraji Abdallah ametaka serikali ya kitaifa kuingilia kati na kukarabati viwanja vya michezo ili kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa maeneo ya kufanyia mazoezi na kukuza vipaji miongoni mwa vijana wa kaunti hiyo. Akizungumza katika uzinduzi wa awamu ya pili ya mchuano wa soka wa Mama Haki Foundation Peace Cup, seneta huyo ametaka vijana kujisajili katika timu zaidi ya 80 zinazoshiriki. umuhimu wa dimba hili ni kwamba tunataka kutangaza amani katika maeneo yetu ya Likoni, ambao katika majuma yaliyopita ya nyuma kumekuwa na visa vingi vya utovu wa usalama. Hili pia tumeweka dimba hili kwa sababu tuko na timu za wanawake katika dimba hili. Tumewaleta wanawake hawa kwa sababu takwimu zinashiria ya kwamba watoto wa kike 660 mwaka 2024 wameweza kutelekezwa. Kila hii michezo inafanya youth wajitokeze na waache mambo ya miandarati, waache mambo ya kwenda kupora watu pale nje. Kwa hivyo sisi kama serikali tunashukuru sana sana.